Sababu mtakatifu alipotokeza maneno ya kwanza aliyoyataja asema kaka zangu na dada zangu mm, kwa Kiitaliano inalia vizuri zaidi lakini ungesema <laughs> kikwetu ungesema ndugu zangu. Ndiyo. Pasaka njema ndio ilikuwa neno lake mm. Kwa la kwa, la kwanza, kwanza. Alafu akataka kusoma ile hotuba yake mm -hmm. Akajaribu kidogo kulingana na hali akashindwa. Ya ugonjwa uliokuwa naye akashindwa, lakini neno hilo amani alilitamka na hotuba yake iko pale kwamba huyu ni mfalme wa amani, nani? Na amefufuka na alipofufuka kila aliyekutana nao Bwana wetu mfufuka aliwambia amani iwe nani? E, amani iwe nani? Sasa tunapoiangalia hii habari ya amani, e, tunapaswa kwa kweli kuona kiongozi huyu aliyekuwa anafanya mambo ya Mungu. Ofisi yake mambo ya Mungu ndio ilikuwa imemkamata kusimamia mambo ya Mungu, alihimiza neno kudumisha amani kati yetu. Kwanza, amani ya kweli, amani ya kwenye moyo, we mwenyewe ukae na amani, uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako, sababu ukikaa na mahusiano mazuri na Mungu wako utajenga amani ndani ya roho yako. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, eh, kila nchi tujaribu kujenga mazingira ya watu kujisikia wana amani kuna wengine lazima wafanye kazi ya kusimamia amani hiyo, kwa sababu mwanadamu kutokana na matokeo ya dhambi ya asili vilevile anaingia kwenye majaribu ya kujipendelea na kumfanya mwingine akose ile amani. Ukikosa amani, amani unaikosa pale ambapo unanyimwa haki zako za msingi. Kwa mfano, ulipaswa kupata chakula, hujapewa chakula, kwa hiyo unakosa amani moyoni. Eh, labda ulipaswa kupata eneo u, u, ujenge kajumba kako uishi, unanyimwa ardhi ya kujenga. Kwahiyo lazima pale utaona umenyimwa nini, haki yako ya msingi. Kwa hiyo kwa Tanzania, kwa sisi, kwa baba huyu mtakatifu atufundishe kitu kimoja kwamba tulishakuwa na misingi mizuri sana Tanzania. E, baba wa taifa aliyeunda taifa hili jipya hili taifa letu na makabila yetu mengi, kwa kweli tunajali sana utu kati yetu na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mtumishi wa Mungu yule, alipenda sana sana sana Watanzania wajisikie kuwa na amani, wasinyanyasane eh, kwa sababu zozote ile. Na kama kiongozi wa kitaifa, kiongozi wa kiserikali, alihakikisha anaweka mazingira ambako hakuna ne nyanyaso. Lakini tunaona hii historia sasa na yenyewe tunaiharibu. Ukiona manyanyaso ambayo eh, watu wengine wanafanyiwa na mifumo na taasisi Angalia vijana waliopotea, vijana wanapotezwa. Una, e, wakati wa Nyerere watu walikuwa wanaongea mawazo e, kama unavunja sheria basi unapelekwa gerezani huko e, lakini upotezi leo tunaona watu wanauawa, wanapotezwa. So najiuliza hii nchi inakoelekea ni wapi? Tunaharibu amani wenyewe, na hii imemuumiza sana Baba Mtakatifu. Kwa Afrika ameenda Kongo, amekutana na maaskofu <coughs> na viongozi: jamani, kwa nini mnawatesa wananchi wa kawaida kiasi hiki? Kwa sababu ya tamaa ya madaraka na mtu anayetafuta tamaa ya madaraka hatafuti kututumikia. Ndio maana yeye alisema uongozi lazima utumikie wengine. Kama lengo lako ni kuwatumikia hutawaua, lakini kama lengo lako ni kujitafutia masilahi binafsi utawaua. Ndio tunachopata picha hii. Alienda kawapigia magoti Sudan eh, ya kusini, alipigia magoti kabisa wale viongozi wa serikali, jamani, niko chini ya miguu yenu Mwache vita, watu wanateseka mno, wa kawaida. Tunashukuru Mungu, Tanzania tuna vita, lakini kuna watu wanateseka sana kwa kuonewa tu, kwa sababu ya tamaa za madaraka, tamaa za watu kujitafutia maslahi binafsi, wala sio maslahi eh, ya kitaifa, wanasababisha mateso kwa watu wengi sana, eh, lakini mtu angejiuliza kama niko hapa kwa ajili ya Mungu, kwa sababu Mungu anatutaka pia katika e, e, kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza e, aya ishirini na sita mpaka thelathini na moja sema mwitishe dunia, maanake mwitawale dunia iwafae kwenye maisha yenu. Tunahitaji mtu wa kutuongoza namna ya kutawala dunia, wapo waliojaliwa vipaji, hao ndio viongozi wetu na namna ya kufikia uongozi. Ah, basi mtaweka mifumo yenu kufikia uongozi, lakini kila kiongozi anapaswa kujitambua kuwa mtumishi wa wote, kuwatumikia wengine. Kiongozi mzuri ni yule, kwa Tanzania tushapata mfano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kuwa mtumishi wa wengine kuwatumikia wengine, utafuta masilahi ya wengine, huyo ndo anakuwa kiongozi mzuri. Na Tanzania sababu tulishapata mfano ule, ukienda kinyume tuna watanzania watasikia, watanzania wanapiga kelele, sababu alishapata mfano wa kiongozi mzuri. mzurishatusaidia mm -hmm. E, kuwa kiongozi wetu tangu anatafuta uhuru mwaka hamsini na nne mpaka sitini na huru, ane, moja tukaopata miaka saba hiyo e, lakini baadaye ametuongoza tena miaka ishirini na nne kama rais sasa watu wameshapata pata mfano wa kiongozi mzuri. Ukileta mfumo ambaye hauonyeshi utumishi, watanzania wanalalamika. Kwa hiyo kama watanzania ni kama Baba Mtakatifu huyu, hata sisi kwenye kanisa kama tumeona kiongozi anayeweka binadamu mbele, ustawi wa binadamu uwe mbele na tusimbague mtu kwa sababu ya hadhi yake, e, labda ni mdhambi sana, mwovu sana, ni nini? Nasema mdhambi mkaribishe atambue Yesu anamwambia nini ili atubu, usimnyime na fursa mtu kutubu. Ndio ilikuwa Mtakatifu Francis, na ndio maana wakati mwingine watu wamepata shida sana kumwelewa. Eh, amewakaribisha wakati fulani, anaongelea watu ambao kwenye jamii zetu hatutaki kuona kabisa kwa binadamu wetu. Hapana, yes, hawa ndio Yesu anataka kuwakomboa <laughs> wa, waambie Yesu anasema nini. Lakini ili uambie Yesu anasema nini, lazima mazingira ambayo mnaongea lazima mzungumzane, na amani ya kweli inaletwa na watu ambao wanataka kumsaidia ambaye anataka kwenda tofauti afuate mpango wa Mungu. Na wee kiongozi, ndio umepewa mpango wa Mungu, mpango wa Mungu ni huu, ufuate huu mpango, haya unaoyatamani mazuri tutayapata. E, kwa hivi, e, kuhusu suala la amani e, tunapaswa kujitafakari. Tanzania tutaidumisha amani tukiheshimu kuzisimamia na kuziruhusu haki za watu zifanye kazi. Huwezi kuwakatalia watu haki zao za msingi e, kama Tanzania sasa hivi tunavunja haki za msingi za kisiasa mno za watu. Sasa hii itapelekea taifa kuwa taifa la ovyo tu, e, ni muda mfupi tutakuwa na taifa la ovyo sana kama tutaendelea kuwanyima watu haki zao za msingi. E, tumefanya juzi uchaguzi wa serikali za mitaa e, tumeona <coughs> e, jinsi watu Eh, walivyotendewa mtu anataka kugombea, anapigwa risasi. Sawa, nawezekana alikosa, kwani usimkamate mfunge? Anapigwa risasi nyumbani kwake, imetokea Manyoni. Anapigwa risasi kwa nini? Anataka kugombea, atatushinda au atamshinda fulani, anafanya fujo, basi anapigwa risasi? Ndio ndio ufumbuzi wa matatizo? Baba Mtakatifu Francis alisema hapana. <coughs> fuateni sheria zenu na sheria imejiwekea aziheshimu. Kamata kama anafanya fujo, peleka kwenye vyombo vya sheria. E, mtu amekatwa mapanga, mtu amepata kura nyingi apewe, cheo anapewa aliyepata chache. Sasa hali hiyo itatupelekea pabaya tu <laughs> ndio maana tumeona maaskofu kwenye Pasaka hii, madhehebu yote hawajakaa popote, kila askofu amekuja na ajenda, tusiongelee amani kama tutaki kuongelea haki. Wameongea maaskofu wengi, sema tuongee haki kwanza.